Mgogoro kuhusiana na uchaguzi wa viongozi wa chama cha UDA unazidi kutokota huku kundi lingine sasa likijitokeza kupinga madai ya Seneta Danson Mungatana kuhusu uwazi wa zoezi hilo. Viongozi hao wametetea utendakazi wa bodi ya uchaguzi na saili ya wajumbe wakisema kuwa sajili hiyo ilifungwa tarehe 26 mwezi Machi na hakuna aliyoongezwa kwenye sajili baada ya hapo.

E, ndugu yangu wacha kulia mapema. Hii ni mwanzo wa safari na ni mwanzo wa safari wa 2027. Mwenyekiti wa chama cha UDA kaunti ya Tana River ni kati, ni kati ya Ibrahim Sane na Danson Boya Mungatana Mungatana, na uchaguzi wa leo ilikuwa wa huru na wa haki ila tu ni kukwambia hii ya leo, yasahau imekupita wejiandaye kwa uchaguzi wa ward, uchaguzi wa constituency na uchaguzi wa county ambayo inakuja. UDA ni chama cha kitaifa na tunaalika watu wote wa Kenya wajiunge na chama cha UDA.